Tangu kuumbwa kwa dunia kumepita mambo mengi sana ambayo ukiyasikia utahisi ni kama toto, mfano manabii na vita kubwa kama First World War ya mwaka 1914 hadi 1918 na mataifa yaliyopigana ni kama Ujerumani, Bulgaria na mengineo mengi ke sababu ya mapigano hayo ikiwa ni kuhusu kuwania nafasi ya kipaumbele barani Ulaya na duniani kote kiujumla. Lakini kunako barani Afrika, ndani ya ardhi ya Tanzania, kulikuwa na vita kubwa iliyokuwa imebeba kauli mbiu ya kwamba, na hii tunavuka kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe tisa dhidi ya Almasri inasema hii Tunavuka. Na kuligubikwa na wingu zito na simanzi za dakika 90 za wanaume kumi na moja wakipambania heshima ya mpango mkakati uliosukwa kwa muda mrefu sana. Simba Sports Club ni moja ya klabu kubwa sana hapa nchini Tanzania na imekuwa ikishiriki katika mashindano makubwa kama CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Lakini Tarehe 9 Aprili mwaka 2025 ilikuwa ni kama ndoto kwa timu ya Simba na mashabiki wake kwa kuvuka hatua hiyo ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Mbali na vita hiyo kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na kuwafanya Simba kuivuka kimasomaso kwa ushindi wa penati nne kwa moja pamoja na shangwe zilikuwa kama hivi. mm, hakika tutakuwa wachoyo wa fadhila tusitoa hapa. Hongera timu ya Simba Sports Club kwa kuwa mshiriki pekee anayepeperusha bendera ya taifa la Tanzania katika mashindano ya CAF Confederation Cup barani Afrika. Langu jina ni Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas iliyekuwa anakuletea makala hii. Usisahau kulike na kusubscribe na kucomment katika chaneli yetu tunaofahamika kama Gavo Media, ili kupata vipindi vizuri vinavyoendelea. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.